Ukawa na vision kubwa sana, ukawa na maono makubwa sana ya kwamba unatamani Mungu siku moja akupe kumiliki katika lango la kiuchumi, akupe kumiliki jambo kubwa. Yamkini una maono ya kufungua kampuni ya usafirishaji, unatamani kumiliki kampuni ya usafirishaji na umekuwa ukimwomba Mungu mara nyingi sana, Mungu nipe hatua mpya, nipe kumiliki lango la kiuchumi. Lakini katika kumwomba Mungu, Mungu sawasawa na neno lake katika kitabu kile cha Mathayo saba saba linasema ombeni nanyi mtapewa, Mungu akakupa, lakini akakujibu kwa tofauti kidogo, na nitakuonyesha katika Biblia. Sio wa kwanza. Tofauti yake, Mungu anaweza akakuanzisha chini kabisa, pale ambapo ulitamani uanze, Mungu akakuanzisha chini kabisa. Ukawa unaomba ufungue kampuni ya usafirishaji, uanze na magari kadhaa, lakini Mungu anaweza akakupa pikipiki, uanze na bodaboda, uanze kusafirisha watu kwa njia ya bodaboda na kutia moyo, usichukie mwanzo mdogo. Katika mwanzo mdogo yako matokeo makubwa, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ongezeko. Biblia inasema usije ukaudharau mwanzo mdogo. Iko siri katika kuanza chini. Mtafakari au tafakari pamoja na mimi, Yakobo anatoka katika nyumba ya baba yake anakimbilia kwa mzee Labani kwa mjomba wake. Yakobo alianza kuwa mchunga kondoo na alipoanza kuchunga kondoo baadaye, Yakobo anatoka kwenye nyumba ya mzee Labani akiwa na mali nyingi sana. Alianza chini, alikubali kutii, alikubali kunyenyekea. Unaweza ukawa na maono makubwa, lakini njia za Mungu si njia za mwanadamu Mungu anaweza akakuanzisha chini kabisa lakini nikutie moyo kuwa mtii na mwenye moyo wa shukrani. Katika hicho kidogo, yako matendo makuu ya Mungu yataonekana kwenye maisha yako. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ongezeko. Yeye anazidisha, hajumlishi. Kanuni ya Mungu ni ya kuzidisha. Basi kila kidogo ulicho nacho Mungu anakuzidishia. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Tafakari na mimi kwa habari ya mpango wa Mungu juu ya Musa. Musa ameanza kuchunga kundi la, la, la, la, la, la, la, kondoo Mzee Yesro. Soma Matendo na kitabu cha Kutoka, Kutoka sura ya tatu mstari wa kwanza Bibilia inasema basi Musa akaliongoza kundi, alikuwa akichunga kundi akaliongoza mpaka jangwani mpaka mlima Horebu. Musa aliliongoza kundi, inatufundisha nini? Musa, Mungu alimwandaa Musa kupitia kondoo. Ili uweze kumiliki mambo makubwa, lazima Mungu akuanzishe chini, akupe msuli wa kumiliki mambo makubwa. Tafakari na mimi kwa habari ya Daudi, mtumishi wa Mungu Mungu alimwandaa Daudi akiwa machungaji, kumpiga Goliati, kushinda vikwazo. Alimwandaa akiwa akiwa anachunga kondoo za mzee Yese, alipambana na dubu na simba. Mungu alikuwa anamwandaa Daudi akiwa polini, ili aje kumpa ufalme. Mungu ili akupe ufalme anakuandaa. Darasa la Mungu sio kama la wanadamu. Wewe unaweza ukafikiri kingine, lakini Mungu akakuanzisha chini kabisa akakupitisha wakati mwingine kwenye hali ya kudharaulika, lakini kubali kupita, kubali kutii. Ukikubali kunyenyekea, Mungu anakukweza. Biblia inasemaje? Mungu huwainua wanyenyekevu na anawapinga wenye kiburi. Kubali kutii katika jina la Yesu na utaenda Kumuona Mungu wa majeshi ni maombi yangu, kila atakaye tii katika jina la Yesu. Baba, kamtokezee katika jina.